Lisa iko wapi? Nina shida na Lisa. Lisa iko wapi? Lisa! Jamani, yeah, kwani vipi? Mbona hivyo kuna nini? Nisikilize bi mkubwa, hapa mtani, katika watu ninaoheshimu wewe ni, ni mmojawapo, lakini leo nakuvunjia heshima. Naomba mwambie mtoto wako Lisa achane na mjomba wangu Jesalu. Jesalu ana ndugu zake na ana mama yake, na anafahamu kama Jesalu ni kichaa. Yeye anajipendekeza nini? Ha? Nisikiliza nikwambie bi mkubwa katika watu krek. Mimi ni krek. Natamani kumwona tena, nimezunguka majalala yote, nimeenda mpaka le jalala tumemwona mara ya mwisho, sijafanikiwa kumuona. Lisa, ina maana wewe hutaki kuamini kabisa kama yule ameshakuwa mwenda wazimu? Rafiki yangu yule ana matatizo kama jinsi watu wengine walivyo na matatizo, anahitaji asaidiwe na arudi kwenye hali yake ya kawaida. <coughs> Nisikize nikwambie rafiki yangu, pesa zako umezitafuta kwa uchungu sana, tena kwa shida na hujazitafutia hapo, umezitafutia mbali. Ni kwa nini hizo pesa zako usifungue biashara kubwa nzuri eh? na ukajenga pia nyumba yule? Tambua ameshakuwa mwenda wazimu na sio mwanaume tena anayeweza akakufaa kwa sasa eh? wanaume wapo wengi. kama ndugu zake wameshindwa kumsaidia na wameamua pia kumtelekeza, wewe umekuwa nani rafiki yangu? Hebu achana na ule mwanaume Lissa, rafiki yangu, hivi umewahi kupenda? Laiti kama ungekuwa umewahi kupenda, usingekuwa unanishauri hicho unachonishauri leo. Nipo tayari kutumia mpaka senti yangu ya mwisho kwa ajili ya kumsaidia Jesalu. Ni kweli unavyonishauri, sijui nifungue biashara, miradi, ni sawa kabisa, lakini tuachilie tu mbali ule upendo ambao ninao kwa bwana Jesalu, tuachilie mbali ule upendo ambao ninao, jamii inayonizunguka itanichukuliaje? mimi nimefungua biashara, nafanya biashara, alafu mpenzi wangu ana matatizo kama yale, kutwa yuko jalalani sina akili mimi, chizi. Sasa nisikilizeni, kama yeye amelianzisha basi, mimi nitamaliza, nitatia nyumba moto hii. vita aliyoianzisha awezi kushinda, na endapo yeye ye atashinda, basi yeye ataenda kaburini, mimi nitaenda jela. Hivi uli sana anajua kabisa mimi taabu naipata jamani, anajua kweli kama mi na hali mwana mtoto jamani, ana huruma na mimi? Anataka ambio ni mikufa ndo atafurahi. Anataka nini kwangu? Mbona mimi nachoka na wewe mtoto, jamani, hakuna huruma na mimi. Ah, yeye amenda kung'ang'ania kwa Jesalu, anajua kama mimi nina yeye kweli. Ah, hebu mpigie simu. Oh, oh, ah mama apatikani. Yeye anazima simu ili mimi nisimpate. Anamwona je? Jesalu ndo bora na mategemeo na kichaa. Ukiangalia ule kichaa kama yule mtoto wangu uko sawa kweli, au kute na yeye anakuwa kichaa, ananiacha mi mama yake mzazi, natesika kwa ajili yake. Leo hii anajua kama mi na hali hii, mi naumwa kwa sababu yake. Sawa, wacha abaki na Jesalu hivi, yeah. Leo hii hata akiambiwa anikute mi, mimi nimeshakufa. Atakuwa mgeni wa nani hmm? Hapana, useme hivyo. Wewe nyamaza tena, niache niache ni ache, meujui maumivu unayopitia. Uchungu wa mwana anayejua ni mzazi. Mimi ndo najua anavyojisikia kwenye litumbo, maumivu minoni nayo na sio wewe, ujui kinachoendelea mi oh, oh, nataka kuja kuchomwa moto eh, wafuta bangi wanaahidi mi wanakuja kuniua ni ngumu sana kumtofautisha mwanaume mwaminifu au mwongo katikati ya mapenzi. Mara nyingi sana penzi jipya huwa linavutia sana huwa ni zuri sana, jambo ambalo huwapelekea wahusika kuhisi kwamba wanaishi paradiso. wakati mwingine wanaweza wakafikia hatua ya kutamani waachiwe dunia nzima peke yao waitawale, wakihisi ya kwamba wao ndio wa kwanza kupendana kwenye hii dunia hii, ikiwa na maana ya kwamba hawajui vizuri falsafa ya neno mapenzi. We kichaa, embo achana na mimi, toka hapa sasa hivi. Wewe, wewe. Mimi chizi vile vile? Kuna nini kaka wangu? Muulize kicha wako, Mdogo wako anapiga. Pokea. Alo. Lissa. Mama anaumwa sana huko na Dar hapo, anaumwa, anaumwa sana E, huyu hapa nipo naye. Alo. Dalisa. Kuna nini? Mama anauma sana, njoo nyumbani. Lista, simu hiyo, mama anaumwa, mama, mtuondoke twende Sikiliza wewe, wewe, wewe. Mwanaume yoyote mwenye akili timamu na kujitambua huwa haitafuti suluhu kwa kutumia vita. Mwanaume ameumbwa ili kutatua changamoto na migogoro kwa kutumia hekima na akili yake iliyo thabiti. Wewe unaonekana ni kichaa, ni ni kichaa yule. Nani chizi? Chizi? kama mimi ni chizi nitakuonyesha uchizi wangu jinsi nilivyo, na hii bado haijaisha. Popote nitapokutana na wewe, nitakuonyesha cha mtemakuni. Kulikuwa kuna haja kufanya yote yale. Yule kichaa kaja hapa kuja kutia nuksi tu. Hakuna jambo lolote la maana akuja kuongea hapa. Sisi tupo zetu faraga, yeye kaja kuzungumza nini sasa? <laughs> Ni vigumu sana kutofautisha kati ya mwanaume mwaminifu na mwanaume mtapeli wa mapenzi. Kwa matikio, unamaanisha kwamba umemsikiza sana kichaa kuliko mimi, si ndivyo? Kwa muonekano wako unaonyesha ule laki, ni kichaa wa mavazi lakini ni mwelevu wa akili

Kwa nini ni kusubili hapa? Ni hali mama yako anaumwa. Au mimi sipaswi kumwona mama yako? hmm. He? Sitamaanisha hivyo. Mimi nilijua. Nilitambua yote haya mimi. Ninyi wanadamu mna matatizo sana, ni wepesi sana kumkatia mtu tamaa. Usimkatie tamaa mtu yeyote ambaye anaendelea kwenda, hata kama anakwenda taratibu. Leo mimi sina thamani ya kuingia nyumbani kwenu, kwa sababu mimi ni kichaa eh? Sitamaanisha hivyo. Umefika mbali. Mtu yoyote ambaye bado yuko hai anapumua, ana thamani, anaweza akakusaidia katika nyakati usiyoitarajia. Kama chumvi haiwezi kukufaa kwa chai asubuhi, basi itakufaa kwa chakula mchana. mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kumwona mama yako. Unajuaje kama mimi naweza kumsaidia? unajuaje kama mimi naweza nikawa na msaada mkubwa sana kwa mama mama yako? Kwa unaniona leo kichaa? Na ushia uko chizi chizi mwe. Wewe unaweza kunisaidia mimi? Utasaidia nini chizi mmoja, ili unyamaza kabisa, kufanya uchizi wenu mpaka mje huko ndani mmeona ku kuna jala jipi na waulisa kimwaleta nini huku huyu lazima tumsaidie kwa sababu unapotaka kumsaidia mtu usiangalie ni namna gani anaumia pindi anapopokea msaada wako tena ukome ushi apo hapo. nani mwehu we unaweza kumsaidia nani we mwenyewe ameshinda kujisaidia na uchizi wako huko jalalani pumbavu mmoja wewe. tena ushike adabu yako mbwa wewe ni bora apitie maumivu ya muda mfupi ili kuitengeneza furaha ya muda mrefu huyu ni chizi Mama yenu ni mwehu huyu, wewe ni dhahiri kabisa ni kichaa. Mwa... Yeah, toka. Toka. Toka, toka. Toka. Maa. Maa. Toka. Tumbe. Tumbe. Tumbe. Tumbe tana tana. Toka. Mama huyu huyu, mbwa Kana ndani kwangu tetani yangu. Wewe, Hebu tazama mtu yoyote akija hapa atasema nani ni kichaa kati ya mimi na wewe kama umeweza kutembea zaidi ya hatua kumi kunifuata hapa kuja kunidhuru, sasa kati ya mimi na wewe ni nani kichaa? Wewe ni mwehu. Huyu ni mwehu. Huyu mama yangu huyu, ni mwehu huyu. Pumbavu. Mnakuja kuleta wenda wazimu hapa. Mnakota takataka kakonja lao kuja kunileta kwangu. Na kwa kunisumbua mimi pumbavu mara arobaini. Anakuja kunisumbua mimi. Kwanza, Mama anaumwa. Emnisubirie kwanza. Na Balala nyumbani kwenu, lana la familia kuja kuleta kwangu. Wewe ni shirika la msaada la kutoa msaada wewe? Unaumwa. Nitakuvuruga. Ni Nita dhahiri kabisa kile anachokizungumza huyo mama atakuwa amechanganyikiwa. Ni mwehu kabisa huyu. Aya, yote umesababisha wewe. Mimi naumwa kwa sababu gani? Nakuja kutukana. Bado matizi wanitukane. Bado mafuta rangi yanitukane. Kwa sababu yako tu. Mapenzi gani ya usinzushushi hayo? Huyo uyo mama yenu anaumwa, huyo mama yenu ni mwehu huyo. Huyo mama anatakiwa atibiwe. Mpelekeni hospitali, huyo anatakiwa atibiwe. Unalisikia huyo mama ni mwenda wazimu, amechanganyikiwa. Ame, ame nalisikia lenye laana hiyo. Kuna wenda wazimu wanaotembea wakiamini kwamba ni wazima, ndio e, kama huyu mama huyu. Huyu ni mwenda wazimu ambaye anaamini kwamba yeye ni timama, lakini tayari amechanganyikiwa. Lissa, naomba unisikilize kwa makini tena. Hapa ninahitaji umakini wa hali ya juu, akili yako na masikio yako, unisikilize vizuri ya kuingia hapa. umenielewa vizuri uhum? Leo amekuja mjomba wake na huyo mwendawazimu wako huyo Jesalu amekuja ha hapa, ameongea maneno makali sana na magumu mno, yameniumiza, yamenitia mashaka na wasiwasi, na ndio maana mpaka nikaingia kwenye hali mbaya unavyoona. Yule mwenda wazimu ana wenyewe na wenyewe, ndio hawataki wewe kukusikia wala kukuona, unafuatilia mambo yao. Waswahili wanasema kila mchuma janga hula na nduguze. Sasa hao nduguze ndo wanayemjua hilo janga alilochuma watakula naye vipi? Na, na sio wewe. Na huyo mjomba wake alivyosema, hataki kukusikia wewe kuona unafuatilia jambo la aina yoyote kuhusu huyo mwendawazimu. Je, sawa? Na akasema pia wewe umetangaza vita, yani umeingia kwenye vita kati yake yeye na wewe, na hiyo vita kuna hayo mawili ushinde wewe ukiwa upo magereza, yeye yupo kaburini, ama ashinde yeye, wewe ukiwa kaburini, yeye akiwa magereza. Hivyo mwanangu, hivyo wewe upo tayari likupate janga au likupate balaa, kwa ajili ya huyo mwendawazimu asijielewa, chizi wa majalalani? Kwani wenyewe hawamuoni? Unajua mila zao wewe eh? Unajua mizimu yao, mpaka uende ukamwangaikie, na wenyewe wenye kumjua wamenyamaza kimya. Nisikilizeni kwa makini, pesa kwangu haina thamani kwenye mapenzi ya kweli. Matatizo ya Jesalu ni matatizo yangu. Sasa mama, unapokuja kuniambia sijui mjomba wake amekuja ametishia atachoma nyumba sijui tuzikwe kwa kuwa ameongea maneno, na mmemsikia, na kila mtu amesikia. Mwache mama, ongee hayo maneno yake, sisi tutayatumia kama ushahidi, lakini mimi siwezi kuacha kumsaidia mpenzi wangu kwa sababu eti sijui mjomba wake amekuja hapa amesema. Wewe, mjomba wake mwenyewe, mweumweu mama anaonekana kabisa na unajua kama yeye eh, ndio chanzo cha matatizo anayopitia Jesalu. Sasa mimi siwezi kuacha kumsaidia mpenzi wangu kwa sababu yake. Hivi ni kuuliza swali, mamaangu. Laiti ingekuwa mimi mwanao ndio mgonjwa ninaumwa yale matatizo alionayo, Alafu yule kijana wa watu anaamua kunisaidia. Ungeweza kumzuia asinisaidie? Ungeweza? Sasa leo mimi nataka kumsaidia yeye, mnakuja mnaniambia kwamba sijui ana ndugu zake, ana watu wa kwao. Yule, pia mimi ni sehemu ya maisha yake. Ni mpenzi wangu mimi. Ni lazima nimsaidie. Nitamsaidia Jesalu. Sitajali chochote. Nitatumia pesa mpaka senti yangu ya mwisho. Kwenye hilo hakutakuwa na wakunishauri.